Adamu na Hawa, mwanamme na mwanamke wa kwanza, waliishi katika bustani nzuri sana ambayo Mungu alikuwa amewatengenezea. Lakini shetani akaja kama nyoka mwerefu na kuwajaribu Adamu na Hawa. Nyoka alimuuliza Hawa hivi, je, Mungu alisema msile matunda ya miti hii? Hawa akajibu, tusile ya mti wa katikati tu tukila matunda yake tutakufa. Nyoka akasema hamtakufa. Kuna sababu ya Mungu kutotaka mle matunda ya mti huo. Mkila mtakuwa kama yeye, mtajua anayojua yeye. Hawa akala tunda lile, akampa Adamu kidogo, aliyekuwa pamoja naye, yeye pia akala pale pale wakajua mambo waliokuwa hawayajui kabla ya hapo kimoja walichojua ni kwamba wako uchi wakashona majani ya miti ili kujifunika hawakuwahi kujisikia hofu au aibu kabla ya hapo hivyo wakajua kuna kitu hakiko sawa mungu akaita adamu hawa adamu akajibu Tumejificha tuko uchi. Mungu akaguna na kusema mnajua, hivyo kwa sababu mmekula matunda ya ule mti. Halafu Adamu akamlaumu Hawa na Hawa akamlaumu nyoka. Mungu akasema, nyoka, lazima utambaye kwa tumbo lako. Mtoto wa mwanamke atakushinda wewe. Hawa, Kuzaa kwako watoto kutakuwa kwa maumivu sana. Nawe Adamu, kulima chakula kutakuwa kazi ngumu kwako. Kisha Mungu akatengeneza nguo kwa ajili ya Adamu na Hawa, halafu akawafukuza watoke bustanini. Akamweka malaika mwenye upanga unaowaka ili wasiweze kurudi.